Asante, Mheshimiwa naibu waziri, tunaendelea sasa, namwita Mheshimiwa Kiza Hussein Maye, mbunge wa Kigoma Kaskazini, aulize swali lake. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia TPA ilifanya tathmini ya madhara yaliyosababishwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi hususani kuongezeka kwa vina vya maji katika maziwa yote ya Victoria, Tanganyika na Nyasa ambapo baadhi ya bandari kama Ujiji na Kibirizi ziliathirika. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sasa TPA imeanza kazi za ukarabati na kuweka miundombinu mbadala ili bandari hizo za Kibirizi na Ujiji zirejee kufanya kazi kama ilivyokuwa awali 2026 si. Asante Mheshimiwa Mae, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa mwenyekiti Bandari ya Ujiji na Kibilizi ina mahusiano ya moja kwa moja na bandari ndogo ya Kagunga ambayo iko mpakani mwa Burundi na Tanzania. Sasa nilitaka kupata majibu ya serikali, ni lini mtakamilisha miradi fungamanishi kama barabara ya Mwandiga Bubango Chankele mpaka Kagunga ambayo itakuwa kitovu cha kuweza kuunganisha nchi ya Burundi na Kongo na kuweza kuongeza uchumi katika jimbo la Kigoma kaskazini Kigoma na Tanzania kwa ujumla. Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka majibu ya waziri, mmekuwa mkihusisha sekta binafsi katika uwekezaji wa bandari, kwa mfano Kigoma, Dar es Salaam na maeneo mengine, taifa limenufaika na nini katika kuwashirikisha sekta binafsi? Asante. Majibu, Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mama Mayeye kwa maswali yake na uzalendo wake kwa taifa lake, jinsi anavyosimamia miundo mbinu na kuunga mkono kazi ya Dr. Samia Suruh Hasan. Ni wabunge wachache wanaweza kuelewa mchango ambao mheshimiwa rais anautoa ka taifa letu. Kwa muda mrefu wabunge kutoka mkoa wa Katavi, Rukwa na Kigoma wamepiga kelele kuzitaka serikali zote kwa nzia ya kwanza mpaka sasa ziboreshe ziwa Tanganyika kwa sababu ziwa Tanganyika ni uchumi, ni maisha, ni ulinzi na ni ajira kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumtaarifu mheshimiwa uh, mheshimiwa Mayeye, na kwa yeye ni shahidi, Dr. Samia Suluhu Hassan ana miaka minne tu, lakini mambo aliyoyafanya kwenye eneo hilo ni ya kipekee. Ukiacha isija anayoijenga kuipeleka mpaka Kigoma ili kuhakikisha kwamba Kigoma inafunguka, ukiacha meli anazo karabati ikiwemo MV Liemba ambayo inakaribia asilimia arobaini, MV Mwongozo ambayo ipo kwenye mpango wa manunuzi, MT Sangara meli ya mafuta inayofanya kazi. Ukiacha kiwanda cha meli kinachojengwa pale Katabe pale Kigoma, bado Dr. Samia hajawacha wana Kigoma pamoja na Ziwa Tanganyika kwa ujumla, kwa sababu ni yeye ameidhinisha mradi mkubwa wa maboresho ya bandari tatu, Kibirizi, Kigoma na Ujiji, na akape, akapeleka fedha bilioni 32.5 ambao zimeboresha maeneo yale. Kama haitoshi serikali hii kwa kutambua umuhimu wa bandari hiyo ya Kagunga ilipeleka pesa bilioni tatu na kidogo na tayari tumeshakamilisha pale gati ya mita hamsini na kadhalika. Na kubaliana naye ni kweli kabisa, ili mradi wa bandari ya Kagunga uweze kuwa na tija kwa taifa letu na wananchi wa Kigoma, ambao naamini wanafuatilia, ni lazima ufungamanishwe na miradi ya soko pamoja na barabara aliyoitaja na serikali kuitambua, hilo tayari imekwisha anza kwa upande wa soko. Wenzetu wa TAMISEMI wametenga bilioni 2.3 na wameshamlipa mkandarasi milioni 222 kwa kuhakikisha kwamba soko linajengwa na faida ya soko lile linakwenda kufungua bandari. Watakuja wenzetu wa Kongo, watakuja watu wa Burundi, watakuja eneo lile kwenye bandari, na baadaye tutafanya kazi. Lakini pia barabara hii yaliyoitaja ya mwandiga mu, ya chankere mamgongo pamoja na Kagunga yenye urefu wa kilomita takriban 65, serikali imekwisha anza kufanya kazi imejenga kilomita kumi na nane ili bandari hili liweze kufunguka. Nimwahidi mheshimiwa mbunge wa Nasubira na wabunge wote wa, wa Kigoma, Dkt. Samia Suluhu Hassan anakwenda kuendelea kuimarisha na kuleta mapinduzi makubwa kwenye mkoa wa Kigoma. Asante mheshimiwa waziri, asante kwa majibu yako. Tunaendelea sasa, namwita Mheshimiwa Florence Laurent Kiombo mbunge wa Misenyi aulize swali lake wa jimbo la Misenyi na mkoa wa Kagera kwa ujumla. Sasa naomba swali langu namba 98 lipate majibu ya serikali. Majibu, Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imekwisha anza kutekeleza mradi wa kiwanja, kiwanja kipya cha, cha mkoa wa Kagera kwa kuingia mkataba na mtaalamu mwelekezi ili kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa kiwanja hicho kinachotarajiwa kujengwa katika eneo la Kiabajwa. Mtaalamu elekezi anatarajiwa kukabidhiwa eneo la kazi na kuanza kazi ndani ya robo ya tatu ya mwaka yani, wa fedha 2025-26 yani Januari mpaka Machi 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina imepangwa kukamilika mwishoni mwa mwaka 2026, na baada ya hapo hatua za utekelezaji wa mradi huu zitaanza. Maswali ya nyongeza, Mheshimiwa Kiombo. Mheshimiwa Mwenyekiti ni kushukuru kwa nafasi lakini shukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakati wa kampeni, Mheshimiwa rais aliahidi wananchi wa, wa Misenyi na mkoa wa Kagera kwa ujumla, kwanza ndani ya siku mia moja ataanza utekelezaji wa mradi huo, na sasa ni ushuhuda kutokana na majibu ya serikali, ndani ya siku mia moja mtaalamu mwelekezi alishafika site, na kuanza upembuzi. Mheshimiwa mwenyekiti, nishukuru sana kwa hatua hiyo chini ya wizara ya uchukuzi chini ya waziri Profesa Mbarawa lakini pia na naibu waziri David Kienzile kwa kazi nzuri wanaifanya. Nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa uh, mwenyekiti uh, kwa kuwa uwanja huo ni wa kimataifa na utainua uchumi mkubwa mkoa wa Kagera na, na jimbo la Misenya kwa ujumla, je, ni mkakati gani ambao Wizara ya Uchukuzi inaweza kuratibu pamoja na halmashauri kupima na kupanga maeneo yote yanayozunguka eneo la uwanja huo ili kuweza kuleta taswira nzuri na kuwainua wananchi wao kiuchumi? swali so, langu la pili uh, Mheshimiwa Mwenyekiti uh, ni kwa kuwa uwanja uh, huo utakuwa wa kimkakati ukihudumia uki nchi za maziwa makuu uh, ni mwongozo upi ambao serikali inautoa ili tuweze kujiandaa kwa shughuli za kiuchumi ili uwanja huo sasa ukianza uh, uwe na tija kubwa kwa wananchi wa Misenyi, mkoa wa Kagera na taifa kwa ujumla. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Kiombo kwa kutambua kazi nzuri ya Mheshimiwa Rais Samia ambaye ndani ya siku mia moja aliahidi na ameanza kutekeleza kwa ajili ya kujenga uwanja mkubwa wa Kiabajwa. Ninakubaliana naye, serikali iko tayari kushirikiana na halmashauri, na niwaombe halmashauri wa, waweke mkakati huo, na yeye mwenyewe mbunge akiwa ni sema halmashauri halmashauri huo, ili tupime maeneo yale yale vizuri, wananchi wasivamie. Kwa sababu uvamizi unatokea pale ambapo halmashauri ilikuwa inajua kwamba kuna jambo zuri linakuja, haikuweka mkakati kwao. Ni waombe waanze kuweka mpango huo mzuri. Sisi kama sekta kwa maana ya wizara ya uchukuzi chini ya Profesa Makame Mbarawa, chini pamoja na TAA tuko tayari kushirikiana na nyie, kwa nani tunaweka jambo hili vizuri. Lakini la pili amezungumza kuhusiana na tija ya uwanja huo. Nitoe wito na rai kwa wananchi pamoja na viongozi mkoa wa Kagera kwamba mradi huu ni mkubwa sana utakwenda kuunganisha nchi yetu na mikoa jirani, utakwenda kuunganisha nchi yetu na nchi jirani. Ni vyema wakaanza kuchangamkia fursa za kiuwekezaji, na tuwaombe wananchi wetu walinde ardhi yao, wasiuzeuze tu, maana hii ni neema. Dkt. Samia analetea neema. Itakuwa ni jambo la kusikitisha baadaye ardhi yote imechukua na watu wa nje, wao hawana ardhi. Hivyo basi tuchangamkie fursa, tutazame wapi cha kufanya nini cha kufanya kuhakikisha kwamba uwanja huu unakwenda kuwa na tija kubwa kwa wananchi na taifa letu. Asante Mheshimiwa, nilikuona Mheshimiwa Yagi Kiaratu, uliza swali dogo la nyongeza kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Singida wana hamu sana kupata usafiri wa anga, pamoja na kuchachusha shughuli za kiuchumi usafiri na usafirishaji. Singida ni katikati ya nchi, Singida ni jirani na Dodoma. Ikitokea akashindwa rubani ku... akashindwa kutua Dodoma, mji karibu wa kutua ni Singida lakini Singida kwa sababu ni katikati itakuwa kiungo kizuri cha usafirishaji ndani ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kauli ya serikali, ni lini sasa Singida atajenga uwanja wa ndege? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kifupi sana. Asante Mheshimiwa, nimpongeze Mheshimiwa Mbunge wa Singida mjini na Mheshimiwa Mstahiki Meya Mstaafu kwa ufuatiliaji wake, uwanja huu mzuri na muhimu kwa taifa letu. Kama alivyoeleza yeye mwenyewe, serikali, uwanja huu ulijengwa miaka elfu na serikali imekuwa ikihutumia, lakini kwa kweli kiwango chake kiko kiwa chini, ni wachangarawe na kutokana na maombi ya waheshimiwa